Ukraine imesema kuwa iko tayari kukubali kusitisha mapigano na Urusi kwa siku 30. Hatua hiyo ilitangazwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio baada ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia. Ukraini imesema iko tayari kukubali usitishaji wa mapigano na Urusi kwa siku 30 uliyopendekezwa uliopendekezwa na Marekani baada ya siku ya mazungumzo kati ya Marekani na Ukraini nchini Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema atawasilisha mpango huo kwa Urusi na kwamba sasa mpira uko mikononi mwa Urusi, akimaanisha jukumu ni la Urusi kukubali mpango huo. Rais wa Ukraini Volodimir Zelenski alisema sasa ni juu ya Marekani kuishawishi Urusi kukubaliana na pendekezo hilo chanya. Mazungumzo ya Jumanne huko Jeda yalikuwa mkutano wa kwanza rasmi kati ya nchi hizo mbili tangu yatokee malumbano ya ajabu kati ya Zelenski na rais wa Marekani Donald Trump katika ofisi ya Oval katika taarifa yake ya pamoja, Marekani pia ilisema kuwa itaanzisha upya usaidizi wa kijasusi na usalama mara moja kwa Ukraine, ambao Washington iliusimamisha baada ya mkutano huo ambao haujawahi kushuhudiwa. Rubio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 Ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.